mbo ana brand kubwa kuzidia ule Frenxio wenyewe. Ule ana brand kubwa kumzidia hata ule Frenxio na wengine wasanii ambao hawajielewi kutokea hapa nyumbani. Kwa hiyo manager wake wa Frenxio ndo alimcheki waya, nataka mtengeneze drama moja mbili tatu, yeye yeah, my baby akaja akanielezea. Baada ya, ya kunielezea nikamwambia ameleta pesa kiasikaza, akaambia ameleta pesa hiki na hiki, kaambia kafanye maana brand na chochote kia ko tupo hivyo, ila ile kusema kwamba anatoka Frenxio siju kwa mahusiano ndoa I, hizo, hizo ni haraka yaani, huo ni uongo ule mtoto lt hajawai kuolewa, yaani hizo ni tetesi, yaani tuseme ni mtu ambao anainua watu ambao waishapotea, e, kama kinadiki sasa hivi washapotea kina risonko. Ukitumia jina la mke wangu unapandisha una ya nakuta unapandisha level ya vitu kama hayo Yes, bana mambo vipi, mtazamaji wa Vibrations TV, na kama unavyoona kwenye mbele za screen zako, nipo na msanii ambaye ni wa kitofauti sana na ni mtu ambaye tunamjua hapa kama ni kwetu kwa maarufu kama Illuxi Man, lakini ni msanii ambaye, tuzo, ni msanii ambaye alichukua uh, tunzo mwaka jana ilikuwa ni ya msanii bora

ilikuwa Facebook waliposti reel na status, sikuwa yeye na Lilian Queen ni wapenzi, efu akasema kuwa anampenda sana. Na kanifahamu kuwa ulianza mawasiliano vipi na kati yeye Luxman ni mtu wa Kigoma na Lilian Queen ni mtu wa Kempo. Bwana mimi sasa hapa sijara, Mr. Cameron ni kanuima, kamera ni director dozi. Kama ni first time fanya kitu kusubscribe, like na comment, na comment zaidi. Hii Vibrations TV, kanami inakuwaje bro? Ah, niko poa. Poa? Yeah, niko fresh. Kuona kaka. Tupo tu, atulia. Illuxi man mwenyewe ama ni feki feki? Tukiangalia, yeah. Illuxi man kwanza, kuna tofauti flani nimekuwa na mazingira ya Kempu, ni mkaji wa Kempu sana ama vipi? Au ukisema umeniona mazingira ya Kempu kidogo taku unakosea, kwa sababu mi hapa ndo nyumbani nizaliwa hapa nikakua hapa hapa, kwa hiyo tukiendaga mji tunaendaga kama kupushi mziki wa nyumbani, lakini hapa ndo nyumbani ya yeah. Shoto wewe ni msanii ambaye una una yani ni msanii ambaye unafanya nje lakini nyumbani ni hapa hapa. Yeah, nyumbani ni hapa. Tukiendaga kule ingawa tunasukuma tu mziki wa, wa, wa, nyumbani yani. Kaka tunapeleka pele, tunapeleka international hivi. ya yeah. Ila nyumbani ni hapa. Ila nyumbani ni hapa. Ko, ulizaliwa hapa hapa ama vipi? Nilizaliwa hapa hapa. Kakumba hapa hapa. Kwao ni fiti chochote cho kitu kambi. Illuxi man utaki kupiga ngoma za kiasili sana kwa sababu umesema kuwa unapushi mziki wa nyumbani na nikiangalia Illuxi man kwenye YouTube channel yako hakuna ngoma nyingi sana za kibembe Push, fika sehemu fulani. Yeah. Fika time, watu watapenda kujiuliza kuwa Illuxi man ni nani, ni vipi, ni mkaja wapi na tumejua kuwa ni mkaja wa nyumbani kwetu hapa Kempo, na asiyemfahamu Illuxi man kwa jina la asili, sijui anaitwa nani siweke jina lako la siri public sana, nataka nifahamu, uliingia kwanza hapo kutoka polini na ilikuwa je, kwaje kwanza, na idea ya muziki ilitokea wapi? Unajua, umesema kuwa ni mkaji wa nyumbani, lakini sijui kwa, tulikuja kujua tu kuna msanii Luxmani huko nje, yani mambele, kiufupi <laughs> inawezekana wewe ndio unanifahamu nyuma. E, maana ukisema ulikuwa unijui umemfahamu kwa kwa kipindi shakwa mbele huko naanza kutangaza mziki ya sometime, tuseme wewe ndio umemfahamu yuma, kwa sababu kipindi cha zamani hapa mwaka elfu mbili na ishirini tulichukua tunzo hapa vijana power, tunzo nyingi za makaratasi vipengee tofauti tofauti, akinadiki akinadoria iko tukachana na hapa, tukaanza pushi mziki kwa mje, Kigoma ni upande wa kina nandi festival wapi, hadi tukaanza kuchukua matunzo vitu kama na hivyo. Kwa ukija ukisema eti nimeanza kufahamika sana kwa mje, labda kiwewe, lakini kikempo wanajua wanamsanii ambao anaitwa Illuxi man yeah, yeah, na yupo na yupo mje anatangaza mziki hivyo yeah, yeah, ani Ah ndo maana niliuliza swali la kwanza nikasema kwa sababu gani utaki kuimba mziki wa kiasili. Na pia wamesema kwa kwamba ni yani time utafika tu na utaimba kiasili. Nataka na nifahamu ilikuwa mwaka gani ambao ulikusimani ulijigundua kuwa na kipaji cha mziki? Ah mimi nilianza kuimba toka yani toka nipo mtoto kabisa. Kaanza kuimba toka yani toka niko mtoto. Anza kuimba ikaendelea. Ilifika 2000 na 2000 na na kumi na sita, nikaingia studio kwa sosi pale, marehemu sosi, nikafaa ngoma yangu ya kwanza kabisa ambayo inaitwa Nitapendwa, nikapandisha YouTube hadi sasa hivi, ndo nikaendelea na gemu vitu kama na hivyo. Ilikuwa elfu mbili na kumi na sita. Aey, nikuwajipambania mwenyewe e, e, mwenye. Lakini mi sinaga menej mimi yeah. E, naendaga tu mwenyewe yeah. Umesema oh, e. yeah. Kuwa kipindi ulikuwa na memba chuo, ulikuwa unafanya, ulikuwa na mziki chuo na ulisoma kwanza, ukamaliza chuo nzima ma... yeah, tulisoma kafaulu pedagogy pale aj diploma zetu yeah, hazijafikaga hadi sasa hivi, lakini tulipata A. Na samtim nilisoma tu kwa kuondoa ujinga kidogo, lakini kwa sina ndoto sana na shule, lakini nilisoma hivo kuona kuna, kuna sehemu unaweza ukafika, wakakulizia moja mitatu kwambia ya nilisoma kwao na diplom ipo ndani ya vitu kama na hivyo, Nimesoma. Nimesoma hiyo oh. Kli tuingie kwenye mada za msingi, na nikiangalia ilikuwa ni juzi Illuxi Man uliposti Facebook. Ulianza kuposti status WhatsApp, ukaposti picha fulani na mdada fulani ambayo tunamfahamu almaarufu kama Lilian Queen. Yeah. Sio, na mlianza mahusiano tangu lini, ambao umeingia kamili. Mda mwingine naona kwa mitandao ya, ya mda, mda kwa kwa kijamii hivyo, lakini sijamwekelea serious. Kwa hivyo angalia moja mitatu akakutana, kaanza kudia moja mitatu katokea atokeatuuelewakaingiaaa aswayani yeah. <coughs> Unajua, una Lilia ni mtu ambaye ana brand kubwa kuzidia ule Frenxio wenu ule, ana brand kubwa kumzidia hata ule Frenxio na wengine wasanii ambao hawajielewi kutokea hapa nyumbani kwao. Meneja wake wa Frenxio ndo alimcheki, oya, nataka mtengeneze drama moja mbili tatu Ye, my baby akaja akanielezea baada ya, ya kunielezea nikamwambia ameleta pesa kiasi kaza, akaambia ameleta pesa hiki na hiki, kaambia akafanya. Maana brand ya mke wangu inachezea huko kwenye drama zake, yani ni kama mwijako Yani e, brandi yake inachezea huko, yani kwa watu kwenda vile, lakini sio kumaanisha anatoka na Frenxio. na Frenxio hana uwezo ku, wa kutoka na ule, hana huo uwezo, maana hana chuchuti kia kwa tupo hivyo, ila ile kusema kwamba anatoka Frenxio, sijui hapo kwa mosiano ndoa hizo hizo, ni haraka ni uongo yani, ni ni ya kabisa ya. I, yani ile ni drama tu ilitengenezwa ili kumpushi Frenxio alikwaga ishapotea kwenye game inanyisha yeah, kuwa ni drama za kumrudisha Frenxio ajulikane kama bado Frenxio yupo. Mke wangu mimi Lylian ana brand kubwa kuzidia Frenxio. Ndio maana wakamtafuta atengeneza drama. Yeah. Ndio kama ile, ile ya nani ya, ya, ya, ya, ya, ya Saji Brown kipindi ile wapenda nao mwezi wa pili e, akamtafuta Alexander alivomtafuta akamgia laki nne wakaenda waka akashikashika picha akaposti siku ikapita ikawa imeisha. E, yaani ni, ni anacheza upande huo. Eh, ni kama, ni, yeah, ni kama ule chokora mwingine ule, sijua, sijua, anaitwa nani, kaita skendo ule meneja wake, plan za meneja wake ilikuwa alikuwa anataka plan awe msanii, sijua alishindana wapi, maana sijui mambo yao ja, akaja akamcheki mke wangu alimlipa hela nyingi sana watoke kimahusiano hadi fika skendo, sijua amemuoa vitu kama na hivyo. Wakafanya fanya, wakafanya bahati nzuri akampandisha dogo. Sasa alivyomwachaga ndio gawa steno, yeye ameolewa ame... ah, hajai kuolewa yule mtoto, hajai kuolewa. Yani hizo ni tetesi. Yani tuseme ni mtu ambao anainua watu ambao washapotea e, kama kina diki sasa hivi washapotea kina risonko, ukitumia jina la mke wangu nakuta una kutuna, unapandisha level ya vitu kama na hiyo. Asante sana. Kwa hiyo umeanisha kuwa wale lile lilikuwa ni mtu ambaye uga anapush watu, yani kutengenezea watu brand zao. Na yeah. Vipi kusana swala la dogo ambaye anaitwa Badi mnyama ambaye aliolewa naye? Vipi naye nikiambia sijui kama ndo nani sijui ndo kama nani huyo, ndo alikuwa yani bosi wake, ndo alimcheki alimcheki, mebebe awa nataka kuna tantambulishe msanii mpya, saa ajulikani, eko taka mtengeneze dama sijui alikuoa moja mbili tatu, ili apande kidogo. Na kweli akatoa, alitoa pesa nyingi sana akatoa akaenda akatengeneza hizo drama sijui ameolewa moja mbili tatu akaachika, kweli dogo akapanda hadi sasa hivi unamwona, mnamzungumzia nyie kwao mjue bila mkiwango, mke wangu wa mke mzungumzia vitu kama sasa, yote, na hivyo sasa. Naona hajaachia ngoma yoyote sijui ana plani gani na, na, na meneja yake vitu kama na hivyo, lakini zile ni drama eh, lakini ule mtoto hajawahi kuolewa wala nini ya hivyo. Make sure tukiangalia umesema kuwa aje kuolewa, na umesema kuwa upande wa Luxman ni bebe wako. Sasa hivi mna mwezi mmoja vipi, yeah. ndoa itakuwa lini na ndoa ya Lylian Queen na na Luxman? Ah, ndoa ndoa itakuwepo tu, sema tu kuna baadhi ya vitu vya, vya familia ambayo tunawekaweka tu sawa e, baadaye mambo yatakuwa yata happen, aliku mtapata aliku mtapata tu ndoa lazima. Sio sio mpenda sana ama vipi ya yeah, tunapendana sana sio mimi tu ila yeye ananipenda sana kuliko hivi. Unaangalia, ni jina lako ndio linasababisha upendwa sana ama, ama ni, ni wewe peke yako? Kuna wasanii ambao wana majina lakini hawana wapenzi haya, hawajawahi kupendwa na mtu hata mmoja, ko tofauti na jina. Kuna engo zingine ambazo zinaangaliwa na kuwa na mapenzi ambao na, jina, na uka, ukawa Utakuta tu chokoro wa mtaani anapendwa sana wanawake tofauti na wewe ambao una jina. Kwa hiyo inategemeana. Unafanyaje mtoto gani mpaka ufikie mtoto wa mtu akupende sana zaidi? Uh, nina, nina, nina, tuseme ni unajua kuna asilimia kuna, kuna watu wengi ambao wapo kwenye mahusiano sasa, yani, wajui nini maana mahusiano wana date, date, tu kwa sababu ni kudate. Sasa sisi tunajua jinsi gani ya kuishi na mtoto mwanamke e, tunajua hivi naishi naye mi siachagi ngoma ovyo, kwa maana naweza nkachia ngoma moja au mbili kuishi na kui. Yani kuna, kuna mwanamke yani na tunaishi yani na, na yani yani tunakaa Ah, labda maana nami ni mwanadamu, lakini sio rahisi kama unafikiria yeah. Acha kwanza, nawapenda sana na wazidi kuspoti muziki wa nyumbani, hata kama sio mimi. Kuna wasanii wengine wanaibuka na nafaa vizuri, wazidi kwa support kwa kupishi muziki wetu, uzidi kwenda mbali zaidi, na wapenda pia, wazidi kuspoti TV yetu, ili kesho kesho kutwa pamoja sana. Ya. Tutategemea yeah. Kitu gani kwa wiki hii hapa kutoka kwa Illuxi babe? Yeah, kutegemea kitu ambao kwa wiki hii nataka ni niandae party fulani hivi na my baby, kwa sababu naona sikendo nyingi sana. Ah, nataka nifunge watu kwa mdomo kidogo. E, nafikiri wiki au wiki ambayo itafuata kuna tukio nitafanya, alafu nitaalika ma TV yote ambao nitakuwa na my baby. Nafikiri hiyo itafunga kauli. Natoka hapo sitofanya interview yote tena maana ni bebe wake wana mwezi mmoja kwenye mahusiano, na kama ni mara kwanza aa